Yeah, Tenduria, yeah. Centuria. Mfalume anakuja alfajiri, anamuuliza Danieli, nini kimekufanya uko hai mpaka sasa? Danieli anamjibu mfalume, anasema nilionekana nina hatia mbele ya watu lakini mbele za Mungu aliniona kuwa mwaminifu, sikuwa na kosa, sikuwa na shida mbele za Bwana, nilikuwa mwaminifu. Aya, mbele za Bwana nilikuwa mwaminifu. Watoto wa Butengwa, watoto wa Mungu, kanisa la Bwana, usio mwaminifu tu kwa mchungaji wako, uwe mwaminifu kwa Mungu wako, wenye eneo la maombi, eneo la utoaji, eneo la ibada, uwe mwaminifu kwa Mungu kwa sababu kuna saa utapita kwenye shida, haitamhitaji mchungaji Itamuhitaji Mungu, itamtaka Mungu. Funika Alleluia. macho yako funika macho yako Alleluia. nataka hata wanakwaya kuna maeneo mnanikwaza mnalala usingizi Alleluia. nataka uinue mikono yako kwa mungu kuna eneo hautahitaji cheo chako utahitaji uaminifu wako uku kuna eneo utahitaji wafanyakazi wenzio wakusaidie. Kuna eneo utahitaji majirani wakutetee. Kuna eneo utahitaji marafiki wakutetee, lakini utahitaji uaminifu wako, uaminifu wako. Hey. ikorasakata Danieli alikuwa na wazazi Danieli alikuwa na ndugu lakini hakuna aliyemtetea, yes. ila uaminifu wake ndio ulimtetea. Hata waliomwambia Danieli tunakupenda walikaa kando walipojua adhabu aliyopewa ni ngumu, wakajitenga mbali na yeye. Wakarudi nyuma, lakini Danieli hakurudi nyuma, aliendelea kusema na ijulikane, na ijulikane. Na ijulikane Mungu niliyekuamini, Sikuabudu familia wala kanisa. Nilikuabudu Mungu aliye hai. Kuna watu mna ndugu zenu, lakini hawatawasaidia. Pesa haitakusaidia, Cheo hakitakusaidia. Kuna mahali utapita kwenye shida, elimu haitakusaidia, wa uchumi wako hautakusaidia. Kuna eneo utapita, wanadamu hawatakubeba. Msaada wa Mungu, msaada wa Mungu, msaada wa Mungu. Unaelewa maana ya Kiswahili chafunika? Macho we mwana kwaya, nitakutoa nje, usitulete ujinga. Inua mikono yako kwa Mungu. Uaminifu wako mama ubebe watoto wako. Uaminifu wako baba yangu bebe uzao wako. Watoto leo wanakuwa machokola, watoto leo wanakuwa mashoga. Usifikiri wewe unajua kulea sana, Mungu anakukuzia watoto, Mungu anakutunzia uzao wako. Iko vita, kuna watu wanatamani ufe hata leo, kuna watu wanatamani upotee hata leo. Uaminifu wako Binti, uaminifu wako kwa Mungu. Uhitaji kujitetea, uhitaji kujieleza. Wamekuchafua, uhitaji kujitetea. Ruhusu Mungu akutetee, ruhusu Mungu akutetee. Wamekuvua nguo, ruhusu Mungu akuvike tena nguo na heshima. Wamekurudisha chini, ruhusu Mungu akurudishe tena juu wamekupaka matope, ruhusu Mungu. Ninamfahamu Mungu aliye hai, ninamwelewa Mungu wa Danieli ninamwelewa Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Ninamwelewa Mungu anayerudishaga heshima ya walioondolewa heshima. Yawa, hawe Mungu wa watoto wako, unasema naitaji neema ya Bwana, naitaji msaada wa Bwana anisaidie kuwa mwaminifu kwake, asimame kwenye vita yangu. Kimbia madhabahuni, kimbia madhabahuni, tukutamkie neema ya Bwana, kimbia madhabahuni, unasema naitaji msaada wa Bwana, kimbia madhabauni. Unapokuja mbele za Bwana, mwambie Mungu, nakuhitaji, waminifu wangu, nisaidie. Nimejitetea sana, nimejieleza sana, hakuna naye nielewa, hakuna naye nisikiliza. Yes. hata walioniamini yes, na wamefika mahali hawaniamini tena. Yes. nakuhitaji Yesu. Mfalme alimwambia Danieli, nafasi iliyobaki nimebakia Mungu peke yake. Yes. mimi mfalme nimeshi Seria imenibana ufalume ya uwezi. Nafasi iliyobaki nafasi iliyobaki kwenye ndoa yake, nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake, kwenye watoto wako hao, kwenye uzao wako, kwenye ndoto zako, nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake. Uliyebaki kimbia mbele, unahitaji msaada wa Bwana okoromoya siku tayakumbuka ya maombi rako, saka wanawake, binti yangu, nafasi lio baki enya Yesu peke yake atakaye ya kuvusha. Nafasi lio baki kwenye hiyo vita yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye hiyo huduma, kwenye hiyo vita, kwenye hiyo vita, kwenye hayo mapambano nafasi iliyobaki yeah. ni ya Mungu peke yake yeah. hata uliyebaki uko endelea kuomba yeah. usifikiri wewe uko salama yeah. kama wewe uko salama ombea yeah. hata watoto wako ombea yeah. hata kanisa yeah. nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake ninaona nafasi yeah. yeah. ni ya Mungu peke yeah. ni ya Mungu peke yake, umejaribu kuchieleza kwa watu, hakuna anayekuelewa yeah. Mungu peke yake yeah. Tetea. Umejitetea hakuna anayekuelewa umejitetea, hakuna anayekuelewa peke yake Mungu anakuelewa, endelea kuomba kwenye hii madhabahu umekanyaga, muone Mungu aliye hai, ni ya Mungu aliye hai ni ya Mungu aliye hai. Ni ya Mungu aliye hai, kwa huyo mume wako aliyeshindikana, huyo mume wako aliyeshindikana, nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake, mshitakie Mungu, nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake. Danieli alifika mahali nafasi iliyokuwa imebaki ilikuwa ni ya Mungu peke yake. Kuna wakati wachungaji wanaweza kukugeuka wachungaji wenzio, viongozi wanaweza wakakugeuka. Kuna mtu anatamani akusaidie, lakini hana uwezo, lakini sheria inambana, lakini utaratibu unambana. Ninasema hivi pale kazini kwako, pale kwenye familia yako nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake. Umejieleza sana kwa mume wako, umejieleza kwenye familia ya mume wako, hakuna anayekuelewa. Nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake. Umehangaika kupata kazi, nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake. Mahusiano yanakusumbua, umewashirikisha watu hawakuelewi, nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake. Kila kazi unayoianzisha ninakufa kila biashara unayoanza ninaanguka. nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake. Mwambie Bwana, mwambie, mwambie, mwambie wewe ukiniacha nitaaibika. Ukiniacha wewe, mimi sio kitu chochote. nafasi hii wewe ukiniacha, wewe ukiniacha tu kwenye hii nafasi, niko kwenye kamba nyembamba, niko kwenye uzi mwembamba kama utaniacha wewe, mimi nitachekwa, nitadharauliwa. nafasi iliyobaki ni ya Mungu peke yake. Urapasakata, endelea kuomba, wakati tunapoombea. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. ceketereboko tenama ikorebofeteba Inua imani yako kwa Mungu aliye hai. Inua imani yako kwa Mungu aliye hai. Inua macho yako kwa Jehova. Yeye asiya tupa watu, Yeye asiya sahau uaminifu wako, Yeye asiya acha, Yeye asiya sahau matendo yako, ulivyotembea naye. Ezekieli akamwambia, Ee Bwana kumbuka. Ee Bwana kumbuka. Nilivyoenenda kwa ukamilifu nyumbani mwako, na Mungu akamwangazia Miaka. Jehova akamwangezea miaka. Pokea miaka kwenye kazi yako, yako. Endala Endala, maisha yako. Yuko Mungu asiyechoka, yuko Mungu asiyeacha, yuko Mungu asiyesahau. Wanadamu anaweza kusahau, wachungaji tuwaweza sahau walibwao. Endelea kuomba, endelea kumweleza lile ambalo limekamata moyo, lile ambalo linasumbua maisha lile ambalo linakufanya ulia kila wakati, limekufanya unyong'onyewe, ukosa mwelekeo. Endelea kuomba, endelea kumwambia Jehova ya kwamba umebaki peke yako yako wa kunisaidia, umebaki peke yako wa kunihurumia. Mungu anatamani kusikia Yesu anatamani akusikie. Yesu anatamani wa uongee. Yesu anatamani umweleze yako. Bila yeye ya hauvuki wala hauendelei, hiyo kesi hauwezi kushinda. Yuko Mungu ambaye akiingilia kati utashinda. Wenzako hawezi kukusaidia, yupo Mungu kando. rekosete temai. Inueni mikono yenu juu. Ah, yeah, yeah, yeah! Nataka nipite katikati yenu hapo, nataka niachilia nguvu ya mzima, nataka niachilia nguvu ya kutoka. Wengi wenu mkitoka hapa mtasikia simu zinapigwa, maisha ya ushindi yanaanza tena. Wengi wenu mkitoka hapa mtasikia taarifa mpya ambazo hamtalia tena. Wengi wenu mkitoka hapa kwa maneno na kwa neno la leo linawapa hatua mpya.

penye nafasi iliyopata ye Bwana, yes! Akubebe Bwana, akushike Bwana, ashike maisha yako u

Msaada wa Bwana utatenda makuu, msaada wa Bwana utatenda makuu. Pokea Bwana msaada, zaidi ya vile ambavyo, zaidi ya vile ya vile uombavyo

Okay, wema Bwana niwachiliwe we na Bwana kufushe wana kufushe kwenye ilo tanuru kwenye ilo tanuru kwenye ilo shimo kwenye makano ya simba wenye makano ya simba kwenye makano ya simba yaliyoinuka kazini kwenye makano ya simba kwenye hiyo ndoa yako kwenye makano ya simba kwenye hiyo biashara makano ya simba Bwana nayafunga sasa, Bwana nayafunga sasa hayo makanwa ya simba, hayo makanwa ya simba, hayo makanwa hao simba kwenye ndoa yako, hao simba kazini kwako. Wacha bwana kuhurumie, Bwana nakufusha, Bwana nakufusha, niendelea kuomba, niendelea kuomba, niendelea kuomba

wikoraba kakoti imbaraba bababosia. Machozi yako mwanangu, machozi yako mwanangu, Yesu ameyaona. mafasiliopaki afasilio paki. Yesu yatazame machozi yako, Yesu yatazame machozi yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Machozi yako hakuna anayeweza kuyafuta, wina Yesu peke yake ila Yesu peke yake. Kupokea neema, pokea neema, pokea neema kwa jina la Yesu, pokea neema kwa jina la Yesu na lake sakata katikati kati ya simba, katikati kati ya simba. Naiona neema ya kuvuka, naiona neema ya ushindi katikati ya hao simba wenye hasira, wenye njaa kali wenye hasira na wewe, naona Bwana akigeuza kibao, naona Bwana akigeuza uteka, naona Bwana akigeuza mioyo yao, naona Jehova akigeuza na nia zao, naona Bwana akigeuza nia zao kwa ajili ya watoto wako, ya simba hao simba, kwa watoto wako, kwa watoto wako shuleni.